Hakika, hakika Mheshimiwa Spika, umeliongoza vyema bunge hili na kukamilisha mikutano kumi na tisa katika bunge hili la kumi na mbili Najua haikuwa kazi rahisi, lakini pia ni kazi nyepesi kwako, kwani penye wengi kuna wengi na kila mmoja na kichwa chake ndani ya bunge hili <laughs> kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako. Ila, ila kwa uhodari mkubwa umeweza kufikisha mashua yetu bandarini kama wanavyofanya manahodha makini. Katika historia nchi yetu, katika historia nchi yetu, wewe ni mwanamke wa pili kushika wadhifa huu wa juu kabisa katika mhimili huu wa kutunga sheria. Hakika hujatuangusha wanawake wenzio. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wa kitaifa na kimataifa umekuwa chachu inayohakikisha